wa rahmatullahi wa barakatu. Ndugu zangu ni shughuli ndio kama hii imeshaanza hapa Mwagala. Tumeanza kuchimba kisima hapa Mwagala. Kisima ndio hicho hapa. Kimeanza kuchimbwa leo tarehe ngapi? Ishirini na nane. Ndio. Nane. Na ishirini na nane mwezi wa tano. Inshallah Mungu akijalia kwenye hii watu watapata maji hapa, watakunywa maji. Pia hii hapa wana sali watu wengi. Idi ndogo tuliwachinjia mbuzi hapa, tuko hapa na chakula wakala pamoja. Na idi hii mtu yeyote ambaye ana uwezo wa kuwatumia chakula hapa kama nyama kambuzi na wale wa umini kuchukua umini na ambao sio umini, ili kuwapa shikamano, waone uzuri wa Islamu. Mara nyingi wao wanapikaga hapa, kila hili tunapika hapa, wanakula pamoja. Inshallah tujitahidi, tuamalizie kisima chao. Allah tuwezeshe. Inshallah hapo tumeanza kazi ya milango na madirisha hapo. Ndio bwana anatupimia hapa tuchongee. Hapa kuna bwana mtu mmoja anaitwa Omar yuko Zanzibar alisema atatusaidia milango na madirisha, japo kwa mwezi, kila mwezi mlango mmoja. Lakini yimu kama yimu, kuna mwingine anaweza akatusaidia inshallah. Hapa ni Mwagala, hapa panaitwa Mwagala. Hapa mejaza jaza, unaona ameshajaza hapa ndani, ameshajaza bado. Sasa tuje tujiandae, tupige ripu ndani, nje na ukutani. Inaonelewa tulishapiga ripu, tulimaliza, bado rangi tu hapo. Ndio tunamalizia malizia nacho, ameshachimba nyumba huko, tunaendelea alhamdulillah. Shughuli zinaenda kama kawaida. Allah tuzijishie kila laheri, juhudi zenu mnazofanya. Allah walipeni. Msichoke, jamani, msichoke, msichoke. hili shimo yeah, la choo eh? Hey, hapa tunajengia mawe au, lakini hey, hey, tofali lakini, achch nafasi vitundu mba hata tofali, mawe panapatikana bei